Tumezungumza sana kwa uchungu, waheshimiwa madiwani wamezungumza sana kwa uchungu, lakini tujue, mheshimiwa mwenyekiti, mimi wewe, mkurugenzi, waheshimiwa madiwani na wote tuliokuwa hapa tunapimwa kutokana na mapato. Hicho ndio cha kwanza, kigezo cha kwanza, ukiacha lile swala la amani na utulivu, lakini mapato inashika nafasi ya pili kwenye kupimwa kwetu, kwamba mapato ndio roho ya wilaya, ndio roho ya halmashauri. Kama hakuna mapato, hata posho hatuwezi kupata, mishahara hatuwezi kupata. Mwisho wa siku sio tunakuwa tunachangia kidogo sana kwenye pato la taifa na pato la mkoa, bado tunatakiwa tukaze uzi. Tunatakiwa vile vyanzo vya mapato ambavyo tumepanga kuvisimamia tuvisimamie kwa dhati, bila kula pesa mbichi. Hapa katikati tulifanya niseme ni hmm, ambush au operation, mtaita mtakavyoweza, lakini tulisema uti tukaangalie, kwa sababu kurugenzi aliandika mwenyewe barua kwangu na akaomba, DC, naomba unisaidie kwenye swala so zima la mapato eh, na miradi. Tuliamka saa tisa usiku na kamati yangu saa kumi na moja tuko Tumbuju, tulitaka kwenda kujifunza kuona mapato yanapoteaje. Tulikaa pale mpaka imefika jua linachomoza, boti zinakuja za samaki za madagaa, wafanyabiashara wameshafika pale, mabeseni ameanza. Kumbe wanaenda na beseni mpaka kule katikati, mpaka anasema watazama wale, jamani washikeni kumbe wanaenda na mabeseni sio ndio? wan, wan, wan, wanahitaji Wengine wanaenda na vidingi kule kwenda kuwahi kushika zile boti eh? Wanarudi na zile boti paka pale, mabeseni ya dagaa yanabebwa pale, mkusanya mapato hayupo, wa hata mmoja hayupo. Tunaanza kukimbizana, jamani, rudisheni rudisheni, kwanza kaeni hapa. Si yani kwa kifupi, mapato yanapotea kwa kiasi kikubwa. Ile ni siku moja ambayo sisi tulikwenda na tukawahi kufika pale ina maana mkusanya kusema mapato, tulichogundua mambo mawili au matatu, hawaishi Tumbuju, wanaishi mjini. Tuseme inna lillahi e, msiba au bwana ametoa jina e? yake msiba tunao kwenye mapato hapo. Tumeenda Tumbuju asubuhi, kuna Tumbuju jioni, zile zinazorudi Unawauliza wale anakwambia, akishakusanya asubuhi, mwingine anarudi zake nyumbani pumzika. Kwa hiyo kwenye mapato, waheshimiwa madiwani, mkitaka kuremba rembeni, mkitaka kufanya business as usual fanyeni, lakini hali ni mbaya. Na ninawapongeza nina, nasikia ile timu imevunjwa, sijui mmefanyaje ya mapato, lakini kwa kifupi ile timu haifai. Niseme hapa hi ile timu ya mapato tulipata shilingi ngapi siku ile? Baada ya faini zile zipatikana shilingi ngapi siku ile, zoezi la masaa mangapi yale manne au matano tuliokaa hapa? Milioni ishirini na tatu tulizipata ndani ya masaa mangapi? Matano tulikuwepo pale tumbuni. sasa zinapotea shilingi ngapi? Hizo ni milioni ishirini na tatu, na hapo bado kuna wengine tuna wadai ishirini na tano ishirini na tano ndani ya muda wa masaa mangapi? Matano, ni asubuhi. Atujasema Kitoni, atujaje Kilindoni, manake baada ya kusikia tuko kule wa Kilindoni wakaanza kukimbia. Wavuvi wanasema oho, kuna mambo huko yanaendelea Tumbuju. Hatuambieni siku na saa, ni kama kifo akina hodi. Siku hatuseme wala saa, mtasikia mta tumeibuka tena sehemu nyingine. Sisi ndio popo Kamati ya usalama huwa ilalagi ila, ila, ila. Kwa hiyo mtakapounda kamati mpya ya mapato, timu mpya ya mapato, tushirikishani basi. Unashangaa tu, unasikia tu fulani kawe kwa sehemu fulani fulani, unamweka mtu tumbuju. Tumbuju ni sehemu ambayo imechanganyika watu wengi, imechanganyika watu wengi wengi, wengi, wengi. Inatakiwa mtu aende pale ambayo yuko tafu mtu ambaye mbabe kidogo, mwenye mikwala kama yangu eh? Akifika pale uongo akafula. Kwa hiyo ishu ya mapato tusikalie kimya, washima madiwani, naomba kwenye mapato muwe wakali. Mkiwa wakali, mambo yatafanya nini? Yatakwenda, atanyooka vizuri sana.